Tuliposema tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa na tukasema kwamba tusimuone yote anayehama ndani ya CCM kwenda kwenye chama kingine cha siasa kama msaliti, au tusimuone msaliti anayetoka kwenye chama kingine kuja CCM. Tulitaka kutoa uhuru na haki ya raia wa nchi hii kujiunga na chama anachokitaka kama ambavyo katiba yetu inatoa uhuru huo kwa upande wa siasa, lakini inatoa uhuru wa mtu kujiunga na dini yoyote au kwenda kwenye imani ya dini yoyote kadri anavyoona inafaa. Kwa demokrasia hii ndio iliyoipa nguvu kidogo upinzani baada ya makada wa chama cha mapinduzi kuhamia upande wa pili. Nataka kusema kati ya elfu mbili mwaka ya 92, hadi sasa au 95, mpaka sasa vyama vya upinzani nchini havijafanikiwa kujijenga, havijafanikiwa na ushahidi mzuri, mwaka mwaka 2020 2020 upinzani ulikosa kura, ulipata ushindi dogo mno, ya sababu yake mnajua kwamba vyama hivi havijawekeza we, kwenye sera havina avi, itikadi havina ilani ya uchaguzi inayoeleweka. Hata ile elfu mbili kumi na tano walisema iko kwenye mtandao, tumejaribu kugugo mpaka leo hatujaona. sasa ilipofika uchaguzi wa serikali za mitaa juzi, vyama hivi vya upinzani havijaweza hata kuweka wagombea, havijaweza kuweka wagombea katika ngazi mbalimbali mbali kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ni vizuri ieleweke hili. Kwa hiyo CCM ilisimamisha wagombea katika, katika nafasi zote. Upinzani kwa ujumla hawajafika asilimia hamsini ya kusimamisha wagombea, achana biashara inayosema kuenguliwa elfu mbili na ishirini na nne hakuna aliyeenguliwa, walisimamisha chini ya asilimia hamsini. Sasa la kujiuliza naye ni kawanyima wasiwasimamisha wagombea, ni kutokuwa na mipango. Kwa sababu si tunaamini vyama, wanasiasa makini wanajua mwisho wa uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Kwa elfu mbili ishirini na nne hawakuweza kusimamisha wagombea, lakini tatizo jingine ni, uko, ni, kukutu, ni, ni, ni upungufu wa ukomavu wa kisiasa ndani ya vyama vyenyewe. Unajua huwezi kudai demokrasia haki ya kushindana kati ya chama na chama, lakini demokrasia ya ndani ya chama kwako kwa inakuwa ni saratani. Lazima ujenge chama ambacho kina katiba, kina kanuni ambazo zitawaongoza wanachama wa chama hicho kupata haki yao ya kushiriki kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo bado demokrasia ndani ya vyama vya sasa tulivyo navyo vya upinzani bado ni kizungumkuti.